Tumeshuhudia kukua kwa makusanyo ya maduhuli wizara ya madini sasa unakusanya mpaka kwa zaidi ya asilimia kumi iliyokuwa umepewa kama target. Umeongeza vituo vya kununulia madini kutoka mia moja na mbili mpaka mia moja na tisa. Mheshimiwa Mavunde, kazi yako wa Tanzania wanaiona, wachimbaji wanaiona, kila mmoja anaiona. Wewe na timu yako, hongereni sana kwa kazi nzuri mnayoifanya kwenye wizara yetu ya madini. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze mchango wangu kwenye eneo hili la Tembo Nickel kule Ngala. Tunamshukuru Rais Samia na fidia hii imeenda kwa wananchi 1276 na, na, na hii ni asilimia 96 ya wananchi wote ambao wanatakiwa kupewa compensation. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimwambie waziri na wizara nzima kuna vitu vya kufanyia kazi Tembo Nickel. Moja, wananchi elfu moja na mia mbili na sabini na sita ambao tayari wamekuisha na sita walizuiliwa kufanya maeneo wanaishi mpaka sasa wamezuiliwa, mpaka kupanda mihogo. Walikwisha pewa fedha, wameitumia, imeisha. E, waliriteni asilimia arobaini ya fedha waliolipwa. Sasa hivi wanaishi kwa tabu, tunakoelekea ile fedha ambayo wananchi wa Ngara kutoka kata za Bugarama, Bukiriro, Muganza, Kibogora na maeneo mengine ya tarafa ya Rulenge, wananchi wanaoishi maeneo haya ambao wameshatathminiwa na wamepewa fedha, wameanza kuishi maisha hidiwa kwamba watapewa fedha wa za kujikimu za chakula na tembo nikeli, mpaka hivi navyosimama mbele yako mheshimiwa mwenyekiti, wananchi hawa hawajalipwa hata senti moja fedha za kujikimu huku wamezuiliwa wasilimi hata muhogo, fedha waliokwisha alipo wameitumia, imeisha, bado wako pale pale. Tika, kwa kuwa serikali kwa kuwa serikali imeshatenga fedha kwa ajili ya kujenga mitalo kupitia fedha za CSR na tunafahamu kwamba bajeti ya CSR na serikali ni tofauti. Bajeti ya CSR inaanza mwezi wa kwanza. Sasa ni nini, ni lini sasa e, e, mkurugenzi atawaelekeza watu wa mgodi waanze mara moja ujenzi wa mitalo hii kwenye kata ya Bulyanhulu kwa sababu fedha za CSR ziko, zimeshaanza. Swali langu la pili mheshimiwa Spika. Eh, mwaka wa tuliahidiwa kujengewa kilomita tano za lami inayotoka kata, kata ya jirani, ya Bulyanhuru kwenda kata ya jirani Nyakagwe, na tayari hatua za manunuzi zimeshafanyika ukaguzi umeshafanyika. Sasa ni lini sasa serikali itaanza mara moja ujenzi wa barabara hii inayotoka Bulyanhuru kwenda Nyakagwe? Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa naibu waziri majibu. Mheshimiwa Spika Naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya waziri wa